Mwenyezi Mungu ametoa nafasi ya sisi wote wanadamu waja wake kumtegemea yeye, kama yeye ndiyo hasa anayepaswa kutegemewa. Lakini kuna jamaa ambao wao wanashindwa kuelewa maana halisi hasa ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Sasa yeye mtu atakaa chini atajiuliza, atasema mimi nitamtegemeaje Mwenyezi Mungu? Je, nitaishije kama mtu ambaye anamtegemea Mwenyezi Mungu? Kumtegemea Mwenyezi Mungu kunaenda na machanganuo yafuatayo. Mathalani, maswahaba wa Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimuuliza Bwana Mtume, je, yeah. nifunge ngamia yangu na kumtegemea Mwenyezi Mungu, au nimwache ngamia yangu halafu nimwachie Mwenyezi Mungu? Mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaambia, funga ngamia yako kisha mtegemee Mwenyezi Mungu. Je, yeah. utakaaje wewe kama muumini ili uonekane kana kwamba wewe huko katika nafasi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ni kufanya mambo yako ambayo unapaswa kufanya, ikiwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia, na mambo haya huwezi kuyafikia mwafaka ikiwa wewe hufanyi kama vile unaamini kama kuna mtu ana atakusaidia. Mwisho, maana yake ni nini? Katika kumtegemea Mwenyezi Mungu ni kwamba ufanye majukumu yako, kisha uachie kadari ya Mwenyezi Mungu. Sasa wakati unafanya majukumu yako na kuachia kadari ya Mwenyezi Mungu, usisahau kwamba inabidi utumie nguvu za ziada na nguvu ya hali ya juu katika kufanya mambo yako, kisha mwachie Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ni kama mtoto, ni kama ndege, unatoka unaenda kutafuta chakula, kisha unamsubiria Mwenyezi Mungu akuruzuku. Sio wewe kukaa nyumbani alafu kwa kuamini kwamba kwa, kwa kukaa nyumbani Mwenyezi Mungu atakuletea ruzuku yako ya hiyo siku au ya siku yako maalum. Ni kufanya majukumu yako kisha kumwachia Mwenyezi Mungu yeye afikie mwafaka wake wa kukusaidia. Mathalani mtoto mdogo, mtoto mdogo kadari yake ni ya Mwenyezi Mungu, lakini msaada wake ni wa, wa mamake. Yeye atamka, atalia, akisikia njaa mamake atampa chakula, lakini yeye atafanya jitihada ya kulia kuonyesha kwamba yeye anasikia njaa. Lakini atakapopatwa na homa, mtoto huyu naye ataonyesha hali kama vile mtoto mwenye homa, na mamake atajua ampatie dawa. Utakapofanya wajibu wako na kisha ukamwachia Mwenyezi Mungu wajibu wake afanye, ni rahisi zaidi kwako kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema Niiteni nami nitawajibu. Fungeni kamba ngamia wenu kisha niacheni. Na unakapomtegemea Mwenyezi Mungu unashauriwa, na sisi pia tunakushauri uwe na imani kwamba baada ya wewe kufanya majukumu yako jukumu la Mwenyezi Mungu lazima litatimia. Sasa katika kutimia jukumu la Mwenyezi Mungu katika maisha yako, si lazima litimie unavyotaka, litatimia kama ambavyo Mwenyezi Mungu amekadiria. Basi wewe ufanye, kisha umwachie Mwenyezi Mungu afanye sawa na makadirio yake, kwamba wewe, kwa sababu umeshafanya na umeamua kumwachia Mwenyezi Mungu, basi mwachie kama ambaye unamwamini, kama ambaye mtoto animwamini mtoto mamake, kama ambavyo mtoto mchanga anatarajia maziwa kutoka kwa mama Utakapoamua kufanya majukumu yako kisha ukamtegemea ya Mungu, kabla ya kumtegemea Mungu hujaona mafanikio kwa, ta... kwa kadri wewe unavyotaka ukaamua kuchukua Hat... hatua kwa kadri wewe unavyoona inakupendeza, ni ngumu sana kwako kufikia mwafaka kwa sababu hujamwacha Mwenyezi Mungu afanye majukumu yake. Je, mpaka sasa utakuwa umejifunza kuhusu fikra nzima hii ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Je, mpaka leo utakuwa unajua kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu ni kufanya majukumu yako kisha kumwachia Mwenyezi Mungu amalizie majukumu yake. Kumtegemea Mwenyezi Mungu sio kulala ndani kumwomba Mwenyezi Mungu akuletee ruzuku, ni kulala kuamka asubuhi kujichanganya na wenzako kwenye kutafuta riski na kumwomba Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi na kuondoshe mitihani katika riski iliweza kupata riski hii. Natumai mpaka sasa utakuwa umejifunza na umefahamu kumtegemea Mwenyezi Mungu kuna maana gani, kwamba ufanye kazi na kisha wache majala ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana, na Mungu akubariki.